Mimi na shemeji yangu anaitwa Aima. Kuna kazi nimempa kutafuta mtoto. Naimba. Unaimba? Eh. Yaani unataka uwe star sasa hivi, si ndio? Ndio. Mwizi! Mwizi! Mwizi! Mwizi jamani, mwizi. Mwizi ameingia huko hivi, msaidie. Si okay? Oh, vipi dogo kama kawa mada. Aise unajua nakukubali kinoma. Hmm. Yaani ukiendelea hivo hivo aise tutafika sana mbali. Yaani tutatajirika, sawa? Yaani yeah. Pale umecheza kama pele. Yaani pa pa pa. Hiyo kawaida. Kwao mali iko wapi sasa? Ha. Mzigo hapa. Ah. Maana kitu lilikuwa piki. <coughs> Oh ya. <laughs> na laki laki kazao unajua hapa eh. Mmm. Sasa sikia. Tabidi mzigo nikupeleka kama kawaida yetu. Sinaelewa? lazima ndo kaflashiwe nini afu wengie sokoni mm, lakini sasa sikia sasa usizingua kama ile mzigo hey. mwingine ah bala na wewe una watu wao mkosa wa mwinifu na mimi wewe usiwaze mimi siwezi kuzingua sawa sawa basi jamii ni wahi nitakucheki poa basi baadaye haya hivi Vanessa hivi mambo ya mama Aisha yaliishia wapi yule mama atasimulie mara mambo yake ni mingi maana alipokuwa anasumbua kwenye kile kikoba hata sijui imefikia wapi ile kesi yake yule mama hata mm. Sijamfuatilia, maana hata yani, ule ukimfuatilia ni hata ieleweki, lakini tutajua tu mm. Chogangu vipi? Kwani mbona uko hivyo, una shida gani? Mbona hauna raha kabisa mm. Hivi ujue wakati anakuja huko. Kuna mtaa fulani nimepita hapo mbele. Nimepishana na, na mtoto. Yaani nimepishana naye mimi najua ana mambo yake na mimi napita zangu. Lakini cha ajabu nashangaa amekuja amenikwapua simu. Nimepiga pale kelele bahati nzuri akawa ametokea bwanake na Ali. Ndio nikaa nimemwelezelezea pale akaniambia ah, huyo mtoto atakuwa ni hapo hapo mtaani, kwa nini sijali simu nitaipata. Hapa yani, hapa nilipo sielewi, yani siko sawa hata kidogo, kikweli mm. Pole shoga yangu, inawezekana tu utaipata. Kama ni kijana hapa hapa mtaani utaipata tu mm. Na nama lakini shoga yangu, unakaa unanyongeka, na wakati tajili mtoto yupo sikitando, cha kumwambia tu, jamani, akununulia simu nyingine. Ni kweli, ni kweli, anaweza kunonolia lakini tena hebu niazime simu yako nimwambie. Simu yangu hii haina tachi, haina hata dakika hii, niazime basi ya kwako. Ngoja nikupe.

So, mama aamika sana sababu kwanzia umeolewa jaenda nyumbani na ile nyumba ambayo umepewa urithi, pia umeiacha, umekuja huko. Ah, mwambie mama anisamee sana nitakuja nyumbani wiki ijayo, kwa hiyo asijali. Mwambie tu anisamee, mimi nitakuja wiki ijayo kuongea naye. Kwa hiyo usifanye hivyo. Maana unajua tuna wazee na wanasirika. Usijali. Karibu tena. Asante. Ngoja. Ah, ah, si, ah, sista, mimi nimekuja hapa hivi na swala moja tu. Swala gani hilo? Tuna shida na shilingi laki tano. Mm, laki tano ndio ya nini hiyo laki tano? Ah, nimepata meneja wa kunisaidia mambo yangu kimziki, sinaelewa tena mm. Unamwaminije huyo mtu? Namwamini kutokana na, kutoka na jinsi alivyowasaidia watu kimziki. Una uhakika naye? Ndiyo, na uhakika naye. Mm, kumbuka mdogo wangu una, ni matapeli ni wengi hapa oh, mjini, usije ukatapeliwa. Ni kweli ila namwamini kussaa so. Eh, mimi kwa sasa hivi kusema ukweli mdogo wangu sina hiyo hela, lakini naomba hizi siku mbili tatu nitakupatia hiyo hela. Ah, sawa dadangu, na iwe kweli. Haya, sawa, usijali kuwa tu makini. Yani, ukifanya kazi vizuri na, na kwa ufasaha na kwa hii dogo utatoboa, unaelewa? Kifanya kazi na mimi utatoboa, fanya nini. Huyo i karibu sana kwema tu. Vipi huko anapotoka? Wazima nye? Ah, sisi ni wazima kuhusu ah, swala ya kazi hmm. Kijana wangu huyu hapa nimeshampa mnyororo mzima wa jinsi kazi inavyotakiwa kwenda na nimemwelewesha, nadhani anaelewa kijana hmm. Nimemwamini asilimia zote huyu. Anaiza kazi ya, usika, anduwa, vijana sasa hivi. Kuhusu swala la kazi la dangu, ndoa shaka kikubwa pale ninapofanya kazi mshahara wangu tu hela yangu. Kwenye hela usio na shaka. Kwenye hilo usiwe na shaka, umempa maelekezo kila kitu. Ah, kuhusu swala maelekezo nimempa na nimempa mnyororo mzima wa kazi zetu jinsi zinavyotakiwa kwenda. Sidhani kama kuna kitu ambacho kifahamu mpaka sasa hivi. Au unasemaje kijana? Hasia hmm. Ha, kazingua huko. Ah, usijali kuhisi. Unajua kizingua kila kitu. Juu ya. Tunamjua je yeye hataki masiara kwenye kazi? Ah, ha, tumuombe jana kwani kwa Bwana. Sio kujua jana. Si unajua yeye hataki mchezo? Ha, kwa hiyo sasa mimi nafikiri kuhusu hili swala sijui tumesha nadhani, unge ni hata na kijana wangu, nikiendelea kumpa mikakati zaidi. Sijali mimi, nilikuja kuulizia tu hilo swala la kazi, nijue linaendeleaje. Sawa, jioni nitakupigia kwa ajili ya kukupa jinsi mwenendo wake na wakazi. Sawa, okay. Ah, ah, sasa kijana huyu unaemwona hapa hivi ni mshirika mwenzangu, unaona, ndiyo Nipo naye bam, bam kuhakikisha tunapata ugali, unajua eh. <laughs> Hautakiwi hey, kuna kunalii kaza mtoto wa kiume kuchoka. Yaani wenzangu wanapata wapenzi wazuri wenye pesa zao ila mimi hawezi hata kunipa hela. Yaani mimi nitaachana naye, yaani hata simtaki tena. Odi. Karibu. Ah, bamkwe huyo. Ah. Mdogo shika huko. Mala baza huko. Ah, nzuri mama. Wema huko. Ah, so kwema kwa mdogo. Nini shida tena? Ah, kuna kitu kinanichanganya sana mama mdogo. Mm. Yaani kuna jamaa aliambia atanisaidia kimziki. Mm lakini sasa inaenda wiki ya nne hii haipatikani kabisa. Pole bamkwe, ni sawa kabisa uchanganyikiwe, maana hali kama hiyo, yeah. sio hali nzuri sasa bamkwe, lakini unajua kwenye mambo yenu ya mziki mziki haya, unatakiwa bamkwe, na wewe uwe unalogaloga hata kidogo, hata kidogo tena. Ndio dogo ba ah. <laughs> maswala ya Mi siamini kabisa yo maswala, mi namwamini Mungu ma mdogo. Mm. Haya, shauli yako. Hembu niambie kwanza, umemfata viki apo? Usiniambie viki. Lakini hayupo ameshatoka. Sawa, japokuwa nilikuja kumfata, lakini kama hayupo sawa. Lakini mamdogo, ile swala uliloniambia, vipi majibu yake? Maana mpaka saa hivi sielewi. Oi, cheke mie. Sasa iko hivi, kama unataka lile swala we nitafute kwa muda wako sawa, mdogo aya. Sawa aya, mdogo aya. Karibu tena mdogo, aya. Nimefurahi kukuona. Mimi pia nimefurahi kukuona, na yani, toka ile siku ambayo tumeachana pale nyumbani mpaka leo, alioyani nafsi yangu yani haijakaa sawa, yani bila kukuona wewe, mimi mwenyewe nilikuwa nakuwaza ni muda mrefu, afu isitoshe tena yani kama nimeibiwa simu, ndo basi kabisa. Ah, ehe, kuwaza. Hebu niambie huyo mtu aliokuibia simu labda unamfahamu hivi au labda umeshawahi kumwona? mm -mm. Mm. Sijawahi kumwona, lakini mm. ni kijana mdogo, yani umri wa kuwa shule kabisa, ana vinywele vichache mm. alafu ana rangi rangi, sio mweusi, sio mweupe, kembamba kembamba hivi yani. Uh, umesema, ni mwanafunzi kabisa, umesema uh, nwle fupi n yani, yani alafu ana umri wa kwenda shule e, afu kembamba. Sawa, amna shida, hilo limeisha na na kuhakikishia kitu kimoja kwamba simu yako utaipata kweli ya, simu yako utaipata, ondoa mashaka <laughs> au unataka simu mpya. Kumbuka kule kuna line yako kule kuna mambo yako ya muhimu, kwa hiyo bana, inabidi tu usubirie siku mbili hizi simu yako utaipata. Ah, kuhusu kunipata usijali, maana mi nitakuwa nakuja hapa yaani, hizi siku mbili nitakuwa nakuja hapa kutembelea, na simu yako pia nitakuletea. sawa <laughs> <laughs> E, usi, usiwe na mawazo sana, lakini nna no, no, no, yaani <laughs> mpaka kupata napata shida sasa. Unajua, simu ndo kila kitu mm. mm. Basi usijali mpenzi, na kingine bana, nimekumiss. Nashukuru umekuja, sikutegemea kama utakuja, ila kuwa alichokuitia